Efeso sura ya kwanza mstari wa 19 Tuanzie hapo jioni. Uh, leo Biblia inasema hivi: na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Mmoja atusomee kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 baadaye tuende mstari wa ishirini na tatu hadi ule mstari wa ishirini na nne. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Moja atusomee wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, karibu. Mm -hmm. Kwa sababu neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Mstari wa 23 na 24, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo wa Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitao, Wayahudi kwa Wayunani, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Biblia nasema neno la msalaba kwa wale wanaopotea, kwao wa ni upuuzi, bali sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Anaposema sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu anaonyesha tendo linaloendelea, amen. Hasemi sisi tuliookolewa, anasema sisi tunaookolewa. Maana yake kuna kazi ya msalaba wa Yesu Kristo inaendelea kwenye mioyo waliookoka. Sio tu kwamba ukishaokoka inaishia mali pale, hapana, kuna kazi Mungu anaendelea kufanya kwenye moyo wako. Sema wa Filipi moja ule mstari wa kumi na mstari wa sita Biblia nasema yeye aliyeanza kazi njema ndani ya mioyo yenu ataimaliza. Iko kazi Mungu anaanza kwenye moyo wa mtu wakati anapookoka. Hiyo kazi inaitwa ni kazi ya msalaba, inaitwa ni kazi ya neema ya Kristo kwenye moyo wa mtu, inaitwa ni kazi ya ushindi wa Calvary. Siku chache zinazokuja watu watasherekea kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, lakini wanasherekea tu, sio kwa sababu wanajua msalaba au wanajua siri ya msalaba ndani ya msalaba wa Yesu Kristo kuna siri, ndio maana Biblia inazungumza nasema neno la uh, msalaba kwa wale wanaopotea ni upuuzi. sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Hii nguvu inafanya kazi wakati upi? Na ule mstari wa 24 anaendelea kusema hivi, bali kwa waitwa Wayahudi au Wainani, Kristo ni nguvu ya Mungu, bali kwa waitwa Wainani au watu fulani, Kristo bado ni nguvu ya Mungu kwenye kitabu cha Waefeso maandiko anasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminiwe. Huu ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu unatokana nini? Unatokana kazi ya msalaba wa Yesu Kristo inayoendelea ndani ya mioyo yetu. Ndio maana tunasema kuna kukua, kuna kuongezeka nguvu. Amen. Amen, kuna kuendelea mbele kama, kama Ikikoma au kazi ya msalaba wa Yesu Kristo ikikoma, Mkristo wa kawaida anadumaa, anakuwa vile vile alivyo, anashindwa kuendelea mbele, anashindwa kumjua Bwana, anashindwa kupata ufunuo wa Kristo moyoni mwake, anashindwa kuelewa siri za ufalme wa, wa Mungu, anashindwa kupambanua kati ya dunia na kati ya kweli ya Mungu. Kwa hiyo dunia bado itammeza tu na mwili bado utamtawala katikati ya maisha yake. Ndio maana maandiko yanasema sisi tuliookolewa Neno la msalaba ni nguvu ya Mungu, sisi tunaokolewa maana yake kuna kazi ya msalaba inaendelea kwenye mioyo yetu kila siku ii leo. Ili tufanye hiyo kazi ya msalaba, tutoe kwenye hali ya utoto, tuendelee kukua, tuendelee kumjua Yesu Kristo Haleluya. Amen. Hiyo kazi inapoendelea kufanyika ndani ya mioyo yetu, ubora wa Yesu Kristo unaumbika, ndio maana nasema hivi na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Huwa ubora mwalimu anasema, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Nguvu zipi hizo? Nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo na ukuu wake ndani yetu tuaminiwo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za msalaba unaoendelea ndani ya mioyo yetu amen, amen, amen, amen, amen. Kazi kubwa ya msalaba wa Yesu Kristo ni Mungu aendelea kushughulika na mioyo yetu, kisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya tatu mstari wa ishirini b anasema, atukuzwe <gasps> <gasps> yeye endee kufanya mambo ya ajabu mno <gasps> <gasps> kuliko yote tuyaombayo au wa tuyawazayo, kwa kadri bii yake, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anatukuzwa ndani yetu kuliko tunavyoomba, kuliko tunavyowaza maisha yetu, kwenye ukristo wetu, kwenye utumishi wetu, kwenye safari yetu ya kwenda mbinguni kila siku itwapo. Na Wakristo wengi wakishaokoka, wanaishia tu hapo. Ndio maana majaribu kidogo yakija, wanashindwa; changamoto kidogo zikija, wanakata tamaa, wanavunjika moyo. Sisi, mwambie jirani yako, sema kwa sauti kubwa, sisi tunaokolewa. Sisi tunaookolewa ni tendo linaloendelea. Ndio maana mtu anaweza akaokoka leo, asiporuhusu kazi ya msalaba wa Yesu Kristo iendelee

Siku ile kanisa itakaponyakuliwa. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Hata imaliza siku ile kanisa itakaponyakuliwa kwa kaya, kazi ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hiyo nguvu ni nguvu ya inagari, ni nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.

na kujitahidi kwa kazi ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yao. Ni kazi hii pia alikuwa akitendeka kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, kuvunja utu wake asili yake tabia yake, kila siku itwapo nao, ili aendelee kufanana na Yesu Kristo ili Haleluya! Haleluya! Hili endelea kubeba moyo wa Yesu Kristo.